Mange Kimambi ambaye ni blogger lakini pia ni mwanaharakati anayesumbua serikali ya Tanzania kichwa akiwa ugaibuni sasa, amewaomba wasanii wa Kenya kufanya kitu ambacho hata wasanii wa Tanzania wanaotegemewa kufanya hivyo wameshindwa. Mange Kimambi amewaomba wasanii wa Kenya kujitokeza na kusaidia kutunga wimbo wa mapinduzi kwa ajili ya kampeni ya No Reforms No Election, yaani bila mageuzi hakuna uchaguzi. Lakini wakati huo huo, baadhi ya viongozi wa CCM wameibuka na kusema wazi kuwa hata Mange Kimambi ya posti mara milioni uchaguzi lazima utafanyika kama ilivyopangwa. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mange Kimambi alishia video akituma ujumbe mzito kwa wasanii wa Kenya akisema kwamba Tanzania ilihitaji sauti ya kimapinduzi yenye nguvu, yenye melodi kali ya kushika vijana wa TikTok na iwe ya kusisimua akili na moyo. Anasema nyimbo zilizotungwa na baadhi ya wa Watanzania hazina moto wa kupambana na hii vita. Hebu tumsikize Mange Kimambi kwenye video hii. Hey guys. Um, so, uh, good morning. So, I have a request, nilikuwa nataka kuomba uh, mtu atutengeneze wimbo hata wa sekunde 30 tu kwa ajili ya challenge za TikTok, wimbo wa uh, no election no reform, kwa ajili ya ya, ya challenge za za TikTok, kitu ambacho nime- nimekiona nime ni kwamba Watoto wa TikTok they are dying to do a challenge no uh, election no, uh, no reforms no election but hakuna wimbo ambao uko kechi kwa hii kampeni yetu ku take off TikTok. Pia we need a song ambao iko kechi. Okay, so kama kuna labda msanii kutoka Kenya angependa kutusaidia tunaomba utusaidie, ututungie wimbo wa Tanzania, tutoka tukusahau kwenye kipindi hiki. Tunaomba yaani, utufanyie wimbo wa 30 seconds tu ambao uko very catchy kwa ajili ya watoto wa TikTok kuweza kufanya kufanya challenge. Na ili ili tu tunazipost hapa so, um, anyway wa Tanzania, let's keep going, tumeweza hapa Instagram, tumeweza sasa tukajitahidi tuweze na TikTok na Facebook nimeona it's starting to take off also. So let's just make sure. Yani, X tumesha wapiga knockout mpaka hua, uh, wakaifunga, utajua wenyewe. Sasa hivi tunaishika Instagram, kufunga Instagram hawato thubutu make mpaka hao mastaa wao watawageuka dakika hiyo hiyo, maana bila Instagram, hao mastaa wao they are nothing, na watanzania wengi ona... Kwa hiyo Tanzania inapokaribia uchaguzi mkuu mwaka 2025 ni wazi kwa wafuasi wa Mange Kimambi mtandaoni kwamba hakuna uchaguzi bila mabadiliko ya msingi. Wanadai mfumo uliopo wa uchaguzi unagandamiza sauti za raia na kwamba serikali inapaswa kufanya mabadiliko kwanza. Na katika video iliyosambaa hivi majuzi, inaonyesha mmoja wa viongozi wa chama cha CCM akimchana wazi Mange Kimambi akiwaambia wananchi wasimsikilize, manake hata akiposti mara milioni uchaguzi lazima ufanyike kama ilivyopangwa hata unge posti posti milioni mia ngapi? si, mi, mamilioni na mamilioni no reform no election, uchaguzi upo pale pale, haisaidii hata ningese, yaani we njo tuweka pale tukiweka posti we weka, haisaidii. Uchaguzi hausogezwi, utafanyika kama ulivyopanga. Kwa hiyo hivyo ni via ni nadharia tu kujifurahisha tu, kwamba hey, kila posti mkiweka pelekeni no reform o no. Jifurahisheni, uchaguzi upo pale. Wakati baadhi ya vijana wanampongeza Mange Kimambi kwa kujaribu kuchochea mabadiliko, wengine wanahoji nia yake ya kufanya hivyo wakihoji, je, huu ni uchochezi au ni harakati halali? Na je wito wake wa Kenya ni kuonyesha mshikamano wa Afrika Mashariki au ni ishara kuwa wasanii wa Tanzania wamechoka? na kama wewe ni kijana wa Tanzania au Kenya, ungependa kuona msanii gani wa Kenya akitunga wimbo wa no reforms, no election? Na je huu ni wakati wa muziki kugeuka kuwa silaha ya kisiasa kama ilivyokuwa zamani? Niachie kwenye comment section, ebwana. Mi naitwa Rish Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano na waachia nyinyi hapo, ebwana. Tukutane kwenye video ijayo.